Zipo njia mbili pekee za kutuma maombi ya kujiunga na mafunzo ya wanyamapori Pasiansi. Njia ya kwanza ni kutumia fomu ya maombi ya kujiunga ambayo utaipakua katika akaunti au katika tovuti ya Pasiansi Wildlife Management ambayo ni www.pasiansiwildlife.ac.tz. Baada ya kufukua umefungua katika mfumo huu, itakuletea hivi, lakini hapa juu utaona kuna tangazo la mafunzo katika pa katika taasisi ya taaluma ya wanyamapori. Ukibofya hapo, utakutana na hili tangazo hapa, ambayo imeandika habari tangazo la nafasi za mafunzo katika taasisi ya taaluma ya wanyamapori Pasiansi Machi 26. Shuka chini kabisa, utaona mahali pameandikwa bonyeza hapa kupakua fomu ya maombi ya kujiunga na mafunzo. Machi intake 2026. Ukifungua utaiona hiyo fomu kisha utai download. Njia ya pili ni online application. Ingia katika tovuti ya pasiansiwildlife.ac.tz kisha nenda sehemu iliyoandika udahili. Ingia sehemu ya chini iliyoandika mfumo wa kutuma maombi kupitia mtandao. Baada ya kuingia hapo, utaona upande wa kulia tangazo la nafasi za mafunzo katika taasisi ya taaluma ya wanyamapori Pasiansi. Utabofya hilo tangazo, itakuletea hapa juu kwenye habari tangazo la nafasi za mafunzo katika taasisi ya taaluma ya wanyamapori Pasiansi Machi 26. Kisha utashuka chini baada ya kushuka chini kabisa, kuna sehemu imeandika bonyeza hapa kuomba nafasi online. Utabonyeza hapo na utaona ikiwa inafunguka. Hizo ndizo njia mbili za kuweza kutuma maombi ya nafasi ya mafunzo ya wanyamapori Pasiansi Machi intake.